Uh, hii ni katika utekelezaji wa maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, um, ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na miundombinu uh, mizuri rafiki kwa ajili ya uchumi wa nchi yetu, maendeleo ya watu, na pia vilevile si tu nchi yetu, ukitazama ni Afrika kwa ujumla, kwa sababu tuna nchi nyingi Afrika ambazo Zinategemea Tanzania. Kwa hivyo mara ya mwisho kuwa na kitu cha namna hii, yani master plan eh, ni 2014. Sasa toka wakati huo hiyo 2014 ndio imezaa eh, barabara tulizonazo. Unaona leo tuna barabara kadhaa, tuna reli, tuna hii miradi ya bandari yote imezaliwa na ile master plan ambayo ilitengenezwa huko nyuma. Ile master plan imepitwa na wakati. Tunawashukuru wenzetu wa Korea kupitia KOICA wamekuja na mpango huu wa kuwa na master plan mpya. Master plan hii itatuongoza vyema na mnafahamu, na mimi nimefurahi sana na nawapongeza wataalamu wangu kwa mazungumzo na Koreans kwa sababu wa Korea wako hatua nzuri sana kwenye upande wa miundombinu, wana expressways uh, za kila mahala. Mtu anaweza kukaa eh, umbali wa kilomita 400 lakini akawa anatoka na kwenda na anakurudi bila matatizo yoyote. Kwa hivyo, na sisi maana yake ni kuwa tunayo furaha kubwa kwamba hawa ambao wenzetu wamepiga hatua nzuri katika eneo hilo, na ni wazuri pia katika miradi inayohusisha sekta binafsi yaani PPP, mashirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, kwamba wao wamekuwa tayari kuungana nasi kwenye kufanya hii kazi kwa pamoja. Niliyoyatoa umundani na kuyaelekeza, moja, nimeelekeza kwamba wataalamu wetu wa serikali kwenye mradi huu wa utengenezaji wa hii master plan wajitahidi wapate ujuzi, sio kupata makaratasi tu, tupate ujuzi. Ujuzi wa kubuni, ujuzi wa kusimamia miradi na ujuzi wa, ku, wa kutengeneza. Hilo ni jambo muhimu sana, lakini jambo lingine ambalo ni kubwa nimelieleza katika mkutano huu ni kuona kwamba tuna matatizo kadhaa, changamoto kadhaa tulizo nazo, haswa misongamano eh, na kadhalika. Kwa hivyo sasa, hii master plan iendane na hali halisi halisi ya uchumi wetu, mahitaji ya Watanzania, wananchi eh, ili kusudi tuweze kufanya kitu kile kweli ambacho tumekikusudia kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu miaka 50 ijayo e, miaka kadhaa ijayo, na inawezekana kabisa, na ndio maana hawa wenzetu mpaka mwaka elfu moja mia tisa na sitini, tulicho nacho sisi leo ni kikubwa sana kulinganisha na kile walichokuwa nacho wao miaka hiyo, lakini wamepiga hatua kubwa, na kwa hivyo, na sisi tuna kila sababu ya kujifunza kutoka kwa waliofanikiwa, na hiyo ndio ambayo tunakwenda kuifanya hapa. Tazama leo, kwa mfano, mtu anataka kutoka Dar es Salaam eh, anakwenda Tunduma, anachukua eh, muda mrefu sana, lakini expressways zitatusaidia kufupisha ule muda. Kwa hiyo watu watafanya, maisha ya watu yatapanda yatakuwa mazuri zaidi, familia, tutaokoa nafasi ya muda mwingi unaotumika barabarani. Hapa Dar es Salaam kwenyewe tu kuna, kuna, kuna msongamano mkubwa sana, kwa hivyo wataalamu wetu wanakaa na wataalamu hawa kujadili majambo haya. Ni matumaini yangu kama nilivyokusha kusema hapo awali, wakitoka katika mkutano huu si tu kwamba wamekwenda wamekaa baadaye wanapewa vyeti, lakini tunachokusudia watoke na ujuzi kweli, haya mambo twende tukayasimamie sisi wenyewe. Hapo watajadili namna ya ubunifu, watajadili namna ya ujenzi, watajadili namna ya usimamizi, lakini watajadili namna ya upatikanaji wa fedha pia vile vile kwamba, je, ukitaka mradi mkubwa na mzuri wa namna hii, hela yake tunaweza tukaipata wapi? Sasa, you learn from the best. Wao wamepata, kuna njia walizozitumia za halali kabisa, na sisi tunataka sasa tuweze kwenda katika namna hiyo, tujenge miundombinu yetu, maisha yetu wa Tanzania yaendelee kuboresheka zaidi, na uchumi wa taifa letu. Kwa majina, anaitwa mhandisi Elibariki Mkumbo, ni meneja wa miradi ya PPP wa wakala wa barabara TANROADS. Kama mheshimiwa waziri alivyosema hii launching ya Expressway Master Plan uh, inategemea kwenda kufungua nchi uh, kwa maana ya kuimarisha miundombinu ya barabara ambayo ni ya kisasa e, kwa kama mnavyoelewa, uh, dira yetu ya taifa ya elfu mbili na hamsini uh, inahitaji kuwa na inahitaji Tanzania iwe nchi ya uchumi wa kati wa juu. Sasa ili kufikia uchumi wa kati wa juu ni lazima uwe na miundombinu ambayo ni bora, miundombinu ya kisasa. E, katika miaka 20 30 iliyopita tumepiga hatua kubwa sana katika uh, kuimarisha miundombinu ya barabara, bandari na viwanja vya ndege, lakini uh, katika level iliyopo hiyo miundombinu uh, haitoshi kuweza kutufikisha katika hiyo dira ya 2050 ambayo inahitaji Tanzania kuwa na uchumi wa kati wa juu. Kwa hiyo uh, hii expressway master plan sasa itaenda kutuwekea mkakati wa kutusaidia kwamba ni namna gani tutaweza kutekeleza uh, hizo expressway kulingana na priority na mahitaji uh, lakini vile vile, eh, kama ambavyo uh, uh, wataalamu wetu uh, wamezungumza ambao ndo wanaenda kutusaidia kufanya hii master plan kwa kushirikiana na wao uh, hii master plan itahusisha pia ku uh, enhance capacity ya wataalamu. Kwa hiyo uh, tunategemea kwamba baada ya miaka mitatu, kwa sababu hii establishment ya master plan inachukua miaka mitatu. Kwa hiyo itahusisha pia capacity uh, building ya wataalamu. Kwa hiyo tutakuwa na wataalamu wenye uwezo wa ku wenye uwezo wa kuendesha lakini pia hata wenye uwezo wa kuplan. Kwa hiyo master plan hii kusema ukweli, eh, ni msingi mkubwa wa kutufikisha kule ambako tunataka Tanzania ifike.